Suleiman, mshabiki wa Young Africans wa Yanga Dar es Salaam, tunashukuru, mchezo wa leo tumemaliza salama, bado tuko kileleni, tunaongoza ligi. Na tunawataka awa wengine wanaojisifu waje tarehe 25, wasitukimbie. Kwa hiyo, na kombe litakuwa uwanjani hapo, tutafurahi tena. Tunaondoa mashabiki wa Yanga wote wasiwasi, tunawataka tarehe 25, waje, wasitukimbie. Leo ameiona shughuli yetu hapo, tumemkumta huyu tano yeye, sijui tena uko kamaliza vipi, lakini sisi tunamtaka yeye kamaliza moja bila huko, eh moja moja bila bila kamaliza. Kwa hiyo tunamtaka sasa aje, tuko sawa. Mtapiga goli ngapi siku hiyo? Eh, kama kaida yake tano zilikuwa mwanzo ile game alokimbia ile, zilikuwa ziwe goli tatu, lakini sasa hivi itabidi ziwe tano tena vile vile, lakini mbuzi haturuhusu wasije. Kwa hiyo sisi tunaombea waje. Na hii ndio Young Africans. Mmechukua bingwa she? Eh? Shemnawake mmechukua bingwa. Ubingwa sasa tayari, zamani siyetoka raundi ya mwanzo, ikua tushajua tayari ubingwa tushaumaliza. Ilichobaki tushaumalizailicho baki sasa hivi tunamalizia kwa ratiba tu, na ilikuwa leo manake ndo tukabizi, lakini alikimbia mmoja. Kwa hiyo tunamtaka aje tena.